Samia, lazima tumpe kura nyingi, ili mnipe nguvu ya kumsemea na kuwasemea yale yaliyo mazuri kata hii. Ndugu zangu, ninawaomba sana, tarehe 29, ninajua kuna wavuvi mnafanya kazi siku hiyo, kuna watu wanakwenda kama ni wanaokwenda kuloa bara mkuu ya Buriba, mnaenda kulala huko. Niwaombe sana siku hiyo, tarehe 29, niwaombe sana, pangeni ratiba yenu, ikibidi siku hiyo kama nikuhairisha kwa muda ili mpige kura kwanza ndio muende ziwani na, na kama ikilazimika sana, hautapata hasara ukihairisha siku moja kumchagua diwani, kumchagua mbunge na rais, kwa ajili ya maendeleo yako ya baadaye, yale mazuri unayotaka kuyapata ziwani. Ukiwapa hawa kura, ndiyo nguzo pekee ya kuweza kukusemea. Niwaombe ndugu zangu wavuvi, najua kata hii ni kata ya wavuvi, ndio shughuli kubwa tunayoifanya. Siku hiyo tarehe ishirini na tisa wale ambao mna shughuli zenu mnavuka kwenda Msoma, wale ambao mnasafiri kwenda maeneo mbalimbali, kama ulijiandikishia hapa baki, piga kura kwa mheshimiwa diwani, piga kura ya mbunge kubwa kabisa, piga kura kwa mheshimiwa rais, ili muweze kutupa nguvu kubwa ya kufanya kazi. yamunga we, mnaniahidi mtafanya hivyo? Ndugu zangu, natamani siku hiyo tuahirishe kazi zetu, tupige kura, mtupe nguvu za kuwasaidia. Kinesi hii mnayoiona hapa ni Kinesi, ni mji ambao ni mji mkubwa kwa tarafa hii ya Suba, ni mji ambao umeendelea, ni mji ambao una watu wanazungumza Kiswahili vizuri, kwa sababu mko karibu na Msoma, ni mji ambao unang'aa. Haiwezekani mji huu mkanichagulia diwani anayetokana na chama cha Mapinduzi. Mkinipa diwani anayetokana na chama kile mnachokiita ICT eti mnasema mtaleta maendeleo, haki ya Mungu, hapa ni kama mnanifukuza nisisogee eneo hili.